Ulipotupo twende pamoja. Makada mbalimbali wa vyama vya kisiasa nchini Tanzania wameanza kutangazania kuania nafasi mbalimbali za uongozi. Wapo waliotangaza nia kuania nafasi za ubunge, lakini pia wapo waliotangazania kwenye nafasi za udiwani. Anwali Almasi ni kada wa chama cha mapinduzi CCM kata ya Ubaruku wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya, ametangazania kuwania nafasi ya udiwani wa kata hiyo ambayo ilikuwa ikiongozwa na chama kikuu cha upinzani Chadema. Akizungumza na Tai Vision, Almasi amesema lengo alilonalo ni kuhakikisha kata ya Ubaruku inapata maendeleo ambayo hayajaonekana kwa muda mrefu. Kimsingi na nataka niongoze ile kata kutoka kutoka kwenye chama cha upinzani ni ikomboe. Kwa hiyo inaingia na ajenda kuu moja kwa ajili ya kuikomboa kata. Lengo kuu ni kufanya maendeleo ya kata ya Ubaruku kupitia chama cha mapinduzi. Imekuwa kata ile ikidumaa kwa muda mrefu kupitia chama cha upinzani, kwa hiyo maendeleo yakawa hayafanyiki. Ukijumuisha kata yenyewe ilivyo, ina vyanzo vya mapato vingi, lakini miundombinu ni mibovu. Imani, tuki naimani tuki, tuki, tuki. Kipa chama cha mapinduzi kula za ndio tutakwenda kutekeleza miradi kwa itikadi ya chama cha mapinduzi, amesema. Amejipima kwa muda mrefu na kuona kuwa anatosha kuwatumikia wananchi kata ya Ubaruku na kuleta mabadiliko. namwombea Mwenyezi Mungu anipe ani, ani, ani, ani, ani nguvu ili niweze kufika siku hiyo, nimejipima kwa muda mrefu, nimeona sasa muda umefika kuchukua kata enolakbrada mgombea aliyetia nia ndani ya kata ya Ubaruku. Hata hivyo ameomba ridhaa kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM, kumpa nafasi ya kuonesha kwa vitendo utendaji kazi wake. Nia, tuko wengi, naomba chama kiniamini ili mimi niwe niweze kuperform zaidi, niweze kuwa mwongozaji wa kata ya Ubaruku. Ikumbukwe kuwa mwezi Oktoba mwaka huu, nchi ya Tanzania itakuwa na uchaguzi mkuu utakaohusisha kuwachagua viongozi mbalimbali mbali, ambao ni rais, wabunge na madiwani. Jukumu la kuchagua kiongozi bora ni lako mwananchi, ili aweze kupatikana kiongozi mwenye kuleta maendeleo kwa jamii na taifa kwa ujumla. Mtazamaji wa Tai Vision, endelea kusubscribe, ku like na ku comment kwenye channel yetu, ili wa kwanza kupata habari zetu. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe. Ulipo, tupo twende pamoja.